Sara Jenifer Jovin mwenye umri wa miaka 26, maarufu Niffer, na wenzake 21 amefikishwa katika mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu na kusomewa kesi ya uhaini. Niffer na wenzake hao wamefikishwa mahakamani hapo leo mchana, Ijumaa Novemba 7 ya mwaka 2025, na, na kusomewa mashtaka matatu ambayo ni kula njama ya kutenda kosa la kuharibu miundombinu na mawili ni ya uhaini. Washtakiwa hao wamesomewa mashtaka yao na wakili wa serikali mwandamizi, Clemence Kato, mbele ya Hakimu Mkazi Mkuu, Aaron Lyamuya. Kwa sasa upande wa mashtaka unaendelea kuwasomea mashtaka hayo. Endelea kufuatilia mitandao ya Mwananchi Digital kwa habari nyingine zaidi.